Hello, habari yako mpendwa mtazamaji unayetazama e, Future Media katika hii channel yako pendwa kabisa. E, mpendwa mtazamaji usisahau kusubscribe katika hii channel ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu na uweze kujifunza vitu vingi sana vinavyohusiana na masuala ya uchimbaji wa madini hapa nchini kwetu. Fursa ni nyingi sana kwa vijana na watu wote katika hii nchi yetu fursa ni nyingi sana zimepatikana nyingi sana katika uchimbaji huu mdogo mdogo. Mpendwa mtazamaji, pengine huna kabisa mtaji na huna lamani yoyote mtaani. Kama wewe ni kijana, pengine ndo umemaliza chuo, lakini unawaza uanze wapi, e, ujiajiri wapi, e, upate kazi wapi? E, mpendwa mtazamaji, ajira ni nyingi sana huku migodini, e, hasa kwenye hii migodi yetu midogo midogo hii, na vijana wengi sana wamefanikiwa na wamepiga hatua katika maisha yao wamejiajiri wao kama wao, eh, hawategemei watu wengine bali wamesimama wao kama wao na wamefanikiwa sana na vijana wengi sana huko migodini wamefanikiwa sana. Eh, mpendwa mtazamaji unayetazama hii video nadhani utaelewa tu namna ya uchimbaji wa madini. E, ukiendelea kufuatilia hizi video zetu na utafahamu shughuli zote za uchimbaji wa madini zinavyoendelea, e, katika hii migodi yetu midogo midogo. Eh, mpendwa mtazamaji tukianza tu ku E, zungumzia masuala ya ajira. Wewe pengine ni kijana, pengine ndo unaanza maisha, huna mtaji, ajira ni nyingi sana e, nyingi sana zinapatikana huku migodini, huku ni ajira nyingi sana nyingi sana za kujiajiri au pengine za kuajiriwa. Wewe ndo kama unaanza maisha, pengine unataka e, ajira unataka mtaji e, upate mtaji wa haraka ili uende e, mjini pengine huko ukaendeshe biashara zako. E, mpendwa mtazamaji, fursa ni hii hapa, iko wazi e, vijana huku, fursa ni nyingi sana. Eh, kuna watu wengi sana na makampuni mengi sana yameanzisha miradi mbalimbali inayohusiana na masuala ya kunyanyua vijana eh, katika huu uchimbaji mdogo mdogo wa madini eh, wanahitaji vijana wenye experience yoyote ile inayohusiana na masuala ya uchimbaji mdogo mdogo mdogomdogo, eh, kama huu unaoona hapo na utazama. Eh, baadhi ya hao vijana ndo wamepata hiyo fursa na wao wamejitolea kama wao kusimama kama wao na mpaka wamefikia hatua hii ya kutengeneza, katika kutengeneza hii duara wametengeneza hii duara ni ya kwao na wamefika katika mwamba wa uzalishaji, wenye madini aina ya dhahabu yaahau e, kama unavyoona wameweza kudhaminiwa na baadhi ya watu, baadhi ya matajiri, baadhi ya makampuni wamewadhamini vijana kuweza kusimama wao kama wao. Usisahau kusubscribe katika hii channel ili uwe unapata details zetu za kutosha na fursa e, za zinavyokuwa zinatokea e, katika uchimbaji huu mdogo mdogo wa madini. E, mpendwa mtazamaji, sasa mimi kama mimi e, niliyeweza kuwekeza katika e, uchimbaji huu wa madini nafahamu faida, nafahamu namna ya uzalishaji wa madini ulivyo na faida yake na changamoto tunazozipitia katika uchimbaji wa madini pia. Katika kila swala lolote lenye mafanikio halikosi changamoto. Changamoto zipo pia, e, na mafanikio pia yapo makubwa, tena makubwa sana. E, pengine na wewe natamani uwe umefanikiwa, uwe miongoni mwa watu waliofanikiwa. Usisahau kusubscribe katika hii channel na uendelee kufuatilia hii channel, uwe wa kwanza kuona, pata taarifa zetu na mafunzo mbalimbali na elimu mbalimbali mbali, na fursa mbalimbali zinazotolewa huko migodini ili uje ujipatie na wewe ajira, ujipatie kipato, uwe ni sehemu ya watu waliofanikiwa katika maisha yako. Kwa wewe ambaye unayeanza kutazama hii video, pengine ujui uchimbaji ni nini na unaanzaje uanzie wapi. Mpendwa mtazamaji, endelea kufuatilia hizi video na utaelewa tu namna ya kuchimba dhahabu na namna ya kupata dhahabu na namna ya kupata fursa katika hii migodi midogo midogo. Unaiona hii video hapo huo, eh, ni mwamba wa dhahabu ndo unakaa katika mazingira hivyo. Huu ni mkanda mkubwa sana ambao umeenea sehemu kubwa mkanda wake umekaa katika mfumo wa kisahani, kama unavyoelewa kama unavyouona hapo, umekaa sehemu umetanda kila sehemu e, kila kona. Huu ni mwamba mkubwa sana ambao sasa uzalishaji wake ni mkubwa sana wa dhahabu e, ambapo vijana wengi wamejiajiri na wameweza e, kusimama wao kama wao e, na kuweza kupambana na wamefanikiwa e, kwa kiasi fulani, ingawa ndio mwanzo wameanza, na wamepata wazamini wao, watu wa kuwadhamini kwa sababu wamekuwa na experience kubwa ya uchimbaji wa madini, na mpaka sasa hivi wameajiriwa na kuweza kutengeneza duara kama hii. Wao kama wao wanajiendesha wao kama wao, na wamefika katika hatua kubwa sana. Eh, mpenda mtazamaji, na wewe pia unataka ufikie hiyo hatua, naomba usisahau kusubscribe, uendelee kufuatilia katika hii channel. Nadhani utaelewa vitu vingi sana na fursa zinavyotolewa, na utapata connection kubwa sana ya yeah kuingia katika swala so zima la uchimbaji. Kama wewe unahitaji fursa, usisahau kukomenti komenti hapo na nitakujibu na nitakufollow pia.